Oh, Mr. Baraka ni wewe tena. Karibu sana. Asante sana daktari, nimefurahi kukuona. Mr. Baraka, vipi, umefuata dawa niliyokupa? Ah, daktari, nilijaribu vizuri sana. Na vipi umeanza kuona mabadiliko? Ndiyo daktari, sauti kichwani zimebadilika sasa. Oh, sasa sauti zinakuambia nini? Zinaniambia unajitesa bule, kazi si ya kwako, lala tu <laughs> Ah, hilo ni tatizo kubwa Mr. Baraka, unahitaji dozi mara mbili yake. Dozi mara mbili ndiyo, baada ya saa sita ufanye kazi kwa saa kumi kwa siku. Daktari, umechagua kazi au uganga? boa zuvu ni kazi nasitagoloko. Mm, aise bora tu nichague kichaa, masaa kumi, awe ananiambia masaa kumi. Masaa kumi yote wanafanya kazi mimi nimekuwa roboti. Ah. Kuna daktari au ni mganga wewe? Nitafute daktari mwingine. Kana mchangani, au atakuwa amejificha kwenye kivuli cha daktari. Mimi ni mganga wa kienyeji. Hivi kuna mtu anafanyaga kazi masaa kumi kweli?